Kunipiga, kunichukulia mm. vitu vyangu. Hiyo ndo changamoto ambao ni kubwa sana leo nichukia. Akasemaje, mtoto wa kiume ataki kwenda kana mama ake, nawaga nje, nachukua gunia mm. nikishachukua gunia, naingia ndani ya gunia kisanahala kwao. Kwa wiki unatengeneza kama shilingi ngapi? kwa wiki mm. kwa wiki mimi waga natunzaga mwisho ni elfu tano. Kwa majina naitwa Abdul Karim na miaka kumi na tano nipo. Nilikuwa Kigoma, mimi na baba na mama tulikuwa tukiishi vizuri, tukaamia huko Mwanza. Tulivyoamia huko Mwanza, baba na mama wakatokea kuachana. Walivyoachana nikawa nikawa napata maisha magumu, nilivyokuwa na mama wa kambo. Katika familia yetu, mimi ni mtoto wa kwanza kwa mama wangu mzazi, mimi ndo mtoto wa kwanza, na kwa mama wa kambo kuna watoto wawili. Kwa mama wa kambo kuna watoto wawili, na nilipotoka nyumbani kwa sababu ya, ya maisha magumu, mama na ntesa mama wa kambo, nikamwa nitoke nyumbani. Ah, mimi hapa sio kwamba kutoka nyumbani ni sababu ya kawaida. Mama yangu na baba yangu waligombana, ikatokea kuachana hasa, nikashinda kukaa na baba, nikaona bora nitoke nyumbani. Kwenye kutoka nyumbani ndo nikawa nimekuja huku, nivyokuja huku nikawa naisha ya maisha, na sio kwamba ninavyokaa hivi naona laa, ni samtaim tu ikishatokea ndo inakuaga tu hivyo, koo mi ninavyoona ni sawa tu, maana maisha haya sio nimependa, ndio mm. Ilivyotokea tu mama na baba kuachana. Nikimuuliza baba, mama uko wapi, ananiambia mtoto akiume, umeelewa, na baba yake hivyo na hivyo. Nikaamua mimi nitoke nyumbani, okay. Nilivyotoka nyumbani ndio nimekuja kwenye haya maisha mm -hmm. Unaweza ukakumbuka ulianza lini kuishi maisha mtaani? Maisha mtaani mimi nilianza mwaka jana. Mwezi wangapi? Ulikuwa ni mwezi wa nane. Yeah, okay. Ilikuwa mwezi wa nane mm -hmm. Mm -hmm. Kabla ya kuishi maisha ya mtaani, unakumbuka maisha ya nyumbani alikuwa vipi? Maisha nyumbani? Mm. Maisha nyumbani, maisha ya nyumbani ndio nakumbuka mm. Ilikuwa ni hivi. Tulikuwa tunaishi sawa mi vizuri mi na mama pamoja na baba mm. Ila sijui mama na baba aligombania nini ikatokea kuachana Walivyoachana, mi nikashindwa kukaa na mama wa kambo. Nilivyoshindwa kukaa na mama wa kambo, nikamwambia baba nipeleke mama yangu alipo. Alinipeleka kipindi nikiwa mdogo mno mm. Na nilikaa ka vile miezi miwili akanitoa tena huko. Baada ya hizo siku nikamwambia tena nirudishe kwa mama, akasemaje? Mtoto wa kiume ataki kwenda kukaa na mama yake mm. Nikamua nitoke nyumbani, maana maisha ya kukaa na mama wa kambo mi siyawezi. Siku ya kwanza ulipoingia mtaani ulijisikiaje? Uh, nilikuwa mpweke, na hivyo kwa mpweke nilizidi kujipa tumaini. Nilijipa tumaini nikawa natafuta tafuta, nimetafuta nime, nikipata chochote kitu na kula, naenda kulala. Ndio maisha unaoishi eh. Okay. Unaweza ukaniambia kwa sasa hivi Eh. Hey, Unaishi wapi? Kwa sasa hivi. Hmm. Bado niko tu huku mtaani. Unalala wapi? Nje. Nje. Na wapinalalaji yani, ya gunia u labda mtaani labda ni na labda mtaani, mjini au mazingira haya. Mjini. Kwenye maduka mjini pale. Hmm. Aha, okay. Na mara nyingi unakuwa na kina nani? Unakuwa labda na marafiki zako? Eh, hey, Tuko wawili tu. Rafiki yako sana ni nani? Rafiki yangu rafiki hmm, yangu anaitwa Isa. Isa. Na okay, unapata vipi chakula? Huwa kwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa waga, natafuta makopo. Mm, nikisha tafuta naenda na pima hmm, nauza kisha naenda kula hmm, siku za Jumapili na na Jumaa mosi waga unakuta nimetunza hela kiasi ndo na nakula hizo, napumzika. Okay, umesema na rafiki yako anaitwa Isa, kwa hiyo huna marafiki wengine kabisa tofauti na Isa? marafiki wengine waga tunakutana tu kumjini kutembea tu basi, piga story nini eh, kupiga story nini eh. Sisi, sehemu gani ambayo mnaokota sana makopo? Maeneo ya vuja bei. Ndio, ni karibu na makoroboi si ndio? Eh. E. na makopo ni kilo ngapi unapata, shilingi ngapi? kilo nne ni elfu moja na mia mbili. mm -hmm, kwa siku anaweza kukokota kilo mm -hmm. ngapi? naweza kwa siku nikiokota yale makata sambo, kilo yake mia saba mchanganyiko na kopo, nkatoa kilo tatu yale ya mia saba mia saba elfu mbili. mm -hmm, makopo kilo nne nakula kilo nne hizo ambazo ni elfu moja. Mm. hizo kilo zingine naenda kutunza hela yake. okay. Kwa wewe, kwa wiki unatengeneza kama shingapi kwa wiki? Mm. kwa wiki mii oga natunzaga mwisho ni elfu tano, matumizi mm, yote unakuwa ameyatoa sindio? Ni kitu gani ambacho kinakufanya napafurahia mtaani kuliko nyumbani? Yani mi kinachonifanya hadi naendelea kukaa huku ni kwa sababu ya mateso ya baba yangu na mama wakama maana nyumbani sio kwamba nilipenda kutoka, mm. na wala sio nilitaka, yaani kutokana tu na maisha niyokuwa naishi mm. nyumbani ni palikuwa ni pazuri, ila walivyoachana tu baba na mama hapo mm. ndo kukawa kuna shughuli, nikawa nangaika, nikienda shule nikirudi, mama, naomba chakula, ujaniacha nyumbani ni nikupikie, alikuwa anakujibu hivyo ananijibu hivi. Nikaenda kwa baba nikamwambia, hmm. baba ananiambia hivi, mwambie mama wako wewe, mimi siusiki na mambo ya jikoni. Kwa hiyo nilivyoona hivyo, kila siku nashinda njaa shuleni ndo hivyo nikienda, kichwa kinaniuma, napigwa, nimechelewa, nikaamua niache shule na nikaondoka na nyumbani. Uliacha shule ukiwa darasa ngapi? ikiwa darasa la sita. Na ulikuwa unasoma shule gani? Tambukalei iko wapi? Ibanda. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo mazingira ya mtani? Yaani vitu vinavyonipa changamoto mm, nikutana na wauni kunipiga, kunichukulia mm, vitu vyangu, hiyo ndio changamoto mboga, ni kubwa sana nao ichukia hiyo. Kwa, kwa mfano mtu akikunyang'anya kitu ambacho ulicho nacho unafanyaje? Ndio, hivyo tu unavumilia. Hakuna labda kiongozi wenu ambaye mara nyingi ndio anawasaidia kitokea mtu amewaonea? Hapana, maana wote waga ni wauni, kila mtu anajitegemea, kila mmoja analinda maslahi yake, si ndio? Ndio moshee. kuugua ukiwa mtaani? Uh, mi tatizo ninalopataga mm, ni tatizo dogo sana, yaani mm, ilo tatizo waga ni kwa vile na matatizo mengine waga makubwa mengine madogo. mm. tatizo ambayo waga ni kubwa kuumwa. Kwa mfano nikiumwa, natakiwa nitafute hela nikanunue dawa. Hasa hapo nikiwa naumwa, nawakopa wenzangu, ndo kisha nanunua dawa, hapo ndo tatizo aga linakuja, maana unaweza waenda kwa mwenzio ukakuta ana hela hivyo tu ukavumilia. Umesema mara nyingi rafiki yako ni Isa? mm. Isa ndoikwati sasa hivi sijajua alipo ila mara nyingi mnakutana hapa si ndio? Ndio. Isa naye ana umri gani? Isa. Mm. Isa ana umri naumri kavla miaka 12. Wewe una Mimi na miaka kumi na tano. Ah, okay. Watu mara nyingi wanachukulia watoto wa mtaani tofauti wanaona labda ni watoto ambao hawana heshima kwa wazazi wao au kwa walezi wao. Wewe ukimwona mtoto wa mtaani ambaye ndo wewe hayo maisha unayoishi ukimwangaa mtoto wa mtaani unamchukuliaje? Nachukua kama tu mwenzangu, maana maisha yote ndo haya haya tunayopitia, hatutofautiani chochote, maana kila kitu ni kile kile, tunangaika kutafuta hela ya kuta, kula nangeka vitu vingi na, kwa mfano akiumwa, ni kama tu mimi hivyo hivyo, hata akifanya chochote ni hivyo hivyo tu mimi. Kama tu mimi. Watu wengi wana mtazamo tofauti na jinsi wanavyoona watoto wa mtaani. Ila wewe, wewe kwa mtazamo wako unawachukuliaje watoto wa mtaani wanaoishi maisha kama yako? Watoto wa mtaani, yani mimi naona kavile ni ndugu zangu mm. maana kwa tunavyoishi ni vile vile, ila kuna wale wauni wauni, mimi ndo wanaonichukizaga, na kuna vile vitu ambavyo waga si vipendi, umesikia? Kwa mfano naweza kukutana na muuni, mlikuwa hmm. mnatembea vizuri, kawapiga, kawachukulia vitu vyenu, ikawa sani tofauti kama mlivyokuwa mnazani. Maana kuna watu wanazani, si wote ni wezi hmm. kuna watu wanazani, si wote ni vibaka, ila sio hivyo wanavyozani maana kila mtu ana akili yake na kila mtu anajua anavyokaa. Sasa mtu unakutana naye, anaanza kuhofia huyu, sijua anaweza kanibia. Ndio, kuna wale sawa, wanaoweza kuibia, ila sio wote wanaoiba. Najua sawa, ni wengi, na ambao wana roho nzuri ni wachache. Ndoaga hivyo inavyotokeaga mara kwa mara. umeshawahi kukata tamaa kuishi maisha mtaani? asije kukata tamaa, maana najua nyumbani nikirudi ndapata tena mateso tu ka, kama yale yale tu maana mm, ndo itaendelea kuwa vile vile sawa so, nyumbani baba ananitaka mm, mama ananitaka mm, ila mimi nilichokuwa nataka bora ningerudi kwa mama, lakini mm, baba ndo hivyo hataki kunipeleka. o oh, mimi ninavyoona Mm. Yani, ni sawa sawasawa tu bwana, nijikaze tu. haya maisha gani? una muda gani ujiongea na babako eh? una muda gani ujiongea na babako? kaa vile miaka kumi na mbili miaka kumi na mbili mm. kuongea na mama na babako na baba, mm. baba ni miaka mmoja tu. namba zake unazijua kichwani eh? namba zake unazijua kichwani Jazkai yes, kazi zake anafanyia wapi? Kazi yani huko huko tu ibani. Kwa nini usiende nyumbani siku moja at least ukamsalimia? Au hata kama unajua maisha ya mtaani ni magumu na pengine labda, u... uchukue hata namba zake za simu zikalii, hata namba zake za simu, ikitokea changamoto yoyote wezi kumpigia. Umeshawahi kufikiria kufanya kitu kama hicho? Bado? Kwa nini? Kwa nini eh? Kwa nini maana uh, mi simu yake nikiongea shiki mara kwa mara na wala mm. sijawai kutokea ii nikamwomba baba, baba namba yake haijawai mm. tokea. Ukipewa nafasi ya kubadilisha maisha ya kubadilisha maisha yako ungetamani kuishi wapi? mm. m mm. Mimi popote, maana maisha ndo yale yale tu. mm. popote tu. kuna mchezo wowote labda unapenda au unatamani ukiwa mkubwa kazi Kazi gani? Mm. Kazi kaziii kazi bado sijafikiria ila katika mchezo napenda basket. Basket. Oh. Ni mchezaji gani wa basket ambao unampenda? aambao nampenda sana kwa kwa majina m agaftilsaaa ila mimi mchezo wa amcheo waawaga anacheza Anacheza anacheza wapi? Milongo. kwa hiyo ni siku gani ambazo unaenda kucheza cheza nini? wagajjpil Jumamosi na Jumapili. Ah, okay. Kwa hiyo kuna watu kule ambao ni watoto wa mtaani wenzio ambao mnacheza nao au kuna watu ambao mmewakuta kuleni? Ah, ah. ni wale ambao wanasoma shuleni, mm. na wengine ni maticha. unacheza position gani eh? unacheza nafasi gani? Nafasi mm. nacheza gani nafasi sita? namba sita. ni kitu gani kinachokupa nguvu ya kuendelea na maisha yako ya kila siku ya mtaani? Kitu kinachonipa nguvu, mm. Kitu kinachonipa nguvu moyo wangu, moyo wangu unanifanya sana, yani nizidi kujiamini. Hmm. na ninazidi kuwa na nguvu ninapokuwa na, na imani, ila jinsi ninavyokutana na wauni, moyo wangu waga unakata tamaa, kulingana na anavyoishi na wewe, sindio? Sawa, unajua kuna vitu ambavyo aga na navyowazi hivi kwa mfano muniaga najifikiriaga nini mpaka naenda kum, kumchukulia mtu mwenzake kitu, hapo ndo aga napojiulizia, maana unakuta unapita unaenda unafika unanyang'anywa vitu vyako, ulikuja takani, ulikuwa unaenda sehemu, hata kama umetumwa, uichokuwa umetumwa unachukuliwa. Sasa ndo nakuwaga hivyo, maisha nakuwaga magumu sana. Ungependa watu wengine wawachukulieje watoto wa, wa mtaani? Uh, maana sawa kuna wale ambao ndio kuchukuliwa vibaya, so, so mbaya mm. na kuna wale ambao ukiwachukulia vibaya sawa sawa tu tumewakosea kwao mm. mimi naomba wasiwe mm. na wadharau. we, mm. mm. na wewe naheshima muda mwingine, maana mtu unapita anakufyonza anakutukana, na hujua atakosa nini yeah. hapo ndo waga yani tunashundaga kuelewa sana, si watoto wa mtaani hmm. una ujumbe gani, una ujumbe gani ambao ungependa kuwatumia viongozi au watu watikuitazama hii video uh, kwa viongozi mimi sina cha kusema kwa kuhusu viongozi, ila kwa kuhusu watu wengine wasio wanachukulia kila mtoto wa mtaani ni wasio wanachukulia vibaya maana mwingine unamchukulia vibaya, ujui ukoje, ujui unachomchukulia ni kweli au si kweli. Hapo ndo mimi nilichokuwa tunasema.